shida zangu. Tunatakiwa tukae kikao. una shida gani wewe? sio baba angu wewe kunipangia kitu cha kufanya cha kufanya. uwezi ukaingia kwenye moyo wangu ukaona jinsi gani ambavyo na feel feel na yani kufili. Emalizaneni niaje, mwanangu kitaotoa

hausapoti hicho kitu, basi na mimi mwenyewe kama shangazi sina cha kufanya. Tumeacha ongea, tumeongea unataka mpaka tu. Safari ya moyo imebeba mambo mengi, huwasama na choyo vimetesa watu wengi Ye-ye.

Ah, nitang kutoka kweta. Safu ya Nikoni leo umenita huku mwanangu Sara mimi nimekuita hapa, kuna issue nitaka nikuulize kidogo. Issue gani na umenisitua unajua niko busy lakini sababu mwanangu nakuheshimu serious mwanangu. Ndio nilikata. Yule mwanao yule Jisala leo tunampenda kweli, mwanangu. Ah, seriously kwenye uhusiano. Mtoto wa mimi, mtoto wa Chuchu na David. Yaani umenitia hapa kwa ajili ya Sara? Rafiki yangu, wewe ni familia kitambo toka kama kama maliza kwanza vetamaliza wanza sala ni mwanamke mzuri, yeah. Na kama ni mwanamke mzuri basi <coughs> pesa pesa na bila na bila shaka unanifahamu na kufahamu, mm, kwangu sio matatizo, labda ulete shida zako zingine kwa <coughs> hiyo yeah. Sawa, lazima awe wangu tu, hakuna namna. Ila kumbuka, pesa ikizidi hisia changamoto. Unamaanisha nini? Utanielewa, niambie. Pesa ikizidisia utafika umechoka. <laughs> toto bebe, Dala vida mengi, Dala vida nyosha maelezo. Unamaanisha nini? Utafika umechoka, inakubidi uwe serious, kwa maana kuna ni kije, kije, kijana nilimsikia anatoka. Na kijana gani? Kijana, kijana gani? bishu fulani anaitwa Greyfin. Ah. <laughs> Dalavida, unamzungumzia ule kijana ambaye ana mbele wala nyuma, kijana ambaye ajui kula yake, ajui hata kesho yake, amiliki mtoto mzuri kama Sara. Does it make sense? Ina make sense hiyo? Inawezekana. Hapana. Mapenzi ni hisia. Haiwezi kutokea hilo, labda mimi nisiwe katika huu mgongo. Waa, mimi ndo mwanaume ambaye nina kibali cha kumiliki Sara katika ulimwengu huu. Inabidi uwe makini, rafiki yangu. Umakini wa nini? Pesa ninayo mimi mwenyewe sitopenda nikikuona unampoteza sala mtoto mzuri La Vida, La Vida. Come on my boy. come on. Don't you get it? I'm telling you. Sala ni mwanamke ambaye anahitaji pesa, unamzungumzia Greyfin. Greyfin hana uhakika hata wa kula yake. Do you you, get get my point now? I get you, bro. Kitambo. Toka vetu. Ah, come tu on. Give chua. me five. <laughs> <laughs> Ndio. Nakuelewa. Asa, mwanangu nilikuwa busy sana kwa na majukumu na yakamilisha kwa nikamalizia. Huu ni wakati wako sahihi wa kuchukua maamuzi. Rosi ni chaguo lako kwenye familia yetu. lakini mjomba, hivi unajua Toni ananichukia sana. Mimi sitaki ugomvi na mtu bado. Msimamo wangu uko kwa Sara, nampenda Sara. Mwanangu nisikilize, hivyo vitisho vya Toni visikufanye basi ukashinda, uka ukabadilisha maisha yako yakaenda kudumbukia kule ambako sisi hatukutaki. Hakikisha unamoa Rozi utapata maisha yenye furaha mm sijui kama nitaweza nitaweza nitaweza kama nitaweza kumpenda Sara. Eh. Hey. Ya, itaonyesha kuwa hata maskini anaweza kaoa tajiri. Ndio hivyo sasa, yaani maisha ya mwanadamu yanategemea hasa kwa mwanaume, mwanaume anapanga kile ka maisha. Kama mwanaume ukiwa na hofu sana kwenye mipango yako huwezi kutoboa. Kwa hiyo lazima tuangalie namna ambayo tunaweza tukaishi kama wanaume. Mona, haya mambo yanaweza yakasovika, kwa sababu naona Greyfin sana, naogopa kuwa mm. na mtoto kama Rose. Yona, jitahidi sana, mwelekeze Greyfin sawa kabisa. napenda kichichi

Mimi na shangazi yenu tumesumbuka sana, tumepambana sana mpaka kuona hata tumepata nafasi ya kuwa na nyumba hii hapa mjini, tumehangaika. Kwa maana sitamani sana tuishi maisha yale yale ambayo tunaishi sisi na wewe uje uishi maisha hayo, kwa sababu tunautegemea wewe ndio mrithi wa vitu vyetu vyote hapa. Kwa hiyo kama utaishi maisha ya kuchagua kunakuaa kwenye familia kimaskini, maana yake sisi pia tutumia nguvu kubwa sana kama familia ya yaakisha kwamba tunaishi naye familia. Kwa hiyo maana natamani sana upate sehemu nyingine ambayo ina uchumi wao huko juu kidogo, tutaishi vizuri. Haya ndo malengo yangu kwayo, kwa hiyo mkae chini mkishauriana, kuhakikisha kwamba tuna- tunafikia hatua hiyo, kama nilivyokuambia mjomba nina ni vita kubwa sana na Tony. Yaani Tony sa si sasa hivi ananichukia. Sasa Tony si mwanamwenzako. Sasa mjomba, kweli kwenye... anaweza kanizuru? atakuzuru vipi kwani mwanamsi unabidi pambane. Yaani unaogopa, kwa sababu unaogopa, unaogopa kama Tony atakufanya kwenye kwa Sara au atakufanyani kwa Rose. Yote ni chaguo lako. Sara, achana naye, mchukue Rose uishi, au unasemaje? kwa sababu nishakwambia, ishu ya msingi usigombane na Toni, kwa sababu ya Sara. Ishi maisha yako na Rozi. Mi nadhani kwa upande wangu tuliweke sawa. We, hofu yako kubwa ni nini? Ni kwa rozi au kwa Sara shangazi? Maana mi najua Sara akupendi. Ni, ni kweli Sara kwa saivi anipendi, ndio, lakini naamini ipo siku atanipenda. Kwa upande wa, wa rozi siku shangazi, nisikilize mm -hmm. Rozi ndio wana hela wana pesa nyingi tu, lakini angalia maisha ambayo wao wanaishi. Kwanza kaka yake ananichukia sana, na sijajua chanzo cha yeye kunichukia nini. We sio swala kumwogopa Tony, wewe ni mwanaume, yule ni mtu ambaye unaweza kumoa sasa, kwa sababu swala la mdogo wake hawezi kukuingilia kwenye mahusiano yako Jee. Unaogopa mwanaume shangazi, mwana shangazi. Lakini ndio hivyo tayari nishampenda Sara. Unaomba naye Sara, mtu ambaye akupendi huyo ah. Kina... Sara huyo naye mtaja Sara, Sara, Sara, sasa hivi ameshaondoka kwako, yupo kwa sasa hivi. jitongee ili mara ngapi? Kama wana umawana mjomba wako walivyokasirika kwanza. Sasa shangazi, nifanyeje tupe mwafaka unaoeleweka mwanangu. Rafiki yangu, mbona unakuwa mgumu sana kuelewa, sababu ni nini? Ndio kama hivyo, nimekwambia, mapenzi sio pesa, mapenzi ni hisia, mapenzi ni moyo. Siwezi kubadilisha moyo wangu eti kisa pesa. Mimi siwezi, labda <tipa> wanawake ndio wanaweza. Mwanamke anaweza akampenda mwanaume kwa sababu ya pesa, kwanza mwanaume hana sura. Sasa mwanaume utampenda sura tukabashiri pale kwamba huyo na na sura na, lakini lakini ndio hivyo, moyo wangu ushamtenda nani? Sara moyo umasikini wangu shida zangu, safari ngumu kwangu ya moyo wangu, safari ya moyo, safari ya Amen. Kaka, mimi nadhani inatosha, inatosha, inatosha, inatosha kama ulikuwo ujui Greyfin anatufanyia mchezo. Greyfin anamtaka Sara, wakati huo huo anamtaka mdogo wangu Rozi hii mimi siwezi kuivumilia hata siku moja. Inatosha, inatosha, inatosha. Mimi sidhani kama Greyfin ananipenda, ila atakuwa ni ndugu zake tu anamlazimisha. Msiwe na wasiwasi na msitie shaka katika hili. Kama Greyfin anahitaji ndoa katika familia hii atafuata masharti yetu ya familia. Msiwe na shaka, kuweni free, msiwe na wasiwasi wote. Una uhakika unaitaka ndoa hii? Ninahisia sana na Greyfin. Ila siwezi kuwa na mtu ambaye anahisia na, na mimi. Upo sahihi. Shikia mkazo mdogo wangu, mtu asikuyumbishe katika mahusiano. hizi ndizi ni za miti gani? Ah, ndugu yangu nikwambie, familia yetu haina shida. Mambo madogo madogo kama haya yanapaswa watu waenjoy katika familia yetu. Uwezo wa kifedha tuliokonao unatutosha kabisa, kula kitu ambacho tunakihitaji sisi, Kaka. Na shemeji. Nawaelewa wazisikiliza kwa makini. Bila shaka mnajua mimi naishi na nyie wote kama familia yangu. Kuwa naombaeni kwa hichi ninachonacho na kukizungumza mkizingatia kwa makini mkubwa. Sisi familia yetu ni familia bora, familia inayojiweza. Tunapaswa kutafakari mambo ya maendeleo zaidi. Namna gani tutajikuza kiuchumi? Sio kuta, kutafakari na kujadili vitu kama Greyfin, vitu vidogo vidogo kama hivyo, vitu vya ajabu kabisa. Kwa hiyo nawaomba katika nyumba hii ilo jambo tusilizungumzie kabisa. Ninawaheshimu sana shemeji, ninawaheshimu sana humu ndani. Tuzungumzie ni namna gani sisi tutakuwa kiuchumi kadri siku zinavyoendelea kwenda. Umenielewa alozi? Safari ya moyo imebeba mambo mengi, huwasama na choyo vimeteza watu wengi Ye -ye.